kweli kuliko kuzungumza ongo. Katika jina la Yesu Kristo, mara mbili mara tatu, utaangalia roho ya Mungu anaanza kukusogelea, anaketi ndani mwako na anakuzuia wakati unataka tena kusema uongo, anakamatisha ulimi yako na uongo inapita. Bros maana ulinyamaza. Katika jina la Yesu Kristo, amen, amen. Lakini kama haujitahidi kuacha zambi na kuambia kale kazambi kadogo, katakukula kata kumaliza na mpaka hautafikiaka baraka yako. Kila siku utakuwa na kuya kanisani, lakini wewe utashipanga tu machi, si ndio? Tulisindikizaka wengine, what, haukusindikizaka mtu uliachaka babako na mamako mtoto wazazi wote wao kama walikuachaka siku gani? Ndio maana kwa hiyo kovu ni kushipigania, kila mtu kujitafutia mwisho mzuri kuliko mwanzo katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana we tafuta mangaribi ya leo pake yako, utaikula na nani? pake yako ni kweli, umefungula roho yako Yesu Kristo aingie, na atafufuka maishani mwako. Inakubidi mtoto wa Gethsemane, popote unapopita wajue kama ni kweli, wake, ni kweli huyu kijana wake iko maishani mwake pote, kwenye unapita gada wa Gethsemane, hata wakushote kidole waseme ni kweli huyu msichana wake iko maishani mwake wa wa kuzaraulisha hata baba ako na mama mama ako na watumishi wako. Mungu atuhurumie sana. Pake ni maisha ya okofu, pake ni maisha ya sanctification, pake ni kufufuka katika Kristo mkombozi wetu. Haleluya, haleluya. Tunafika muda kusoma verse ye.